Ile. Huyu ndio ile sahaba ambaye kulitokezea muujiza kama huo wakati wa Khandaq, ilikuwa ni Jabir ibni Abdillahi. Sahaba huyu Jabir ibni Abdillahi ni mmoja kati ya maswahaba waliohifadhi hadithi nyingi na miongoni mwa maswahaba walioishi umri mrefu. Amia fi akhiri hayatihi, alipofoka mwisho mwisho wa uhai wake wa mata fi lmadina, akafa katika mji wa Madina mwaka wa mia sita na tisini na saba sawa kabisa na kalenda ya Kiislamu mwaka wa sabini na nane wa umruhu arba wa tisuna sana, akiwa na umri wa miaka tisini na nne wa huwa akhiru man mata min sahaba fi lmadina, na huyu ndiye sahaba wa mwisho kufa katika mji wa Madina. Ilifikia idadi ya hadithi alizozipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi takriban 1540 Sahaba huyu Jabir ibni Abdillahi anatusimulia hadithi ya Mtume inayoonyesha umuhimu wa kusoma dua wakati unapoingia ndani mwa nyumba yako.

wakati wa kuingia kwake akasoma ile dua ya kuingia ndani ya nyumba akaisoma dua ile wa inda taamihi, na pia wakati wa kula chakula chake akasoma ile dua ya kula chakula. Sasa angalia matokeo, huyu bwana alipotaka kuingia ndani ya nyumba akasoma dua, alipotaka kula chakula chake akasoma dua. Qala shaytani, shaytani huwaambia wale wafuasi wake. Kumbe bana, kila nyumba inarondewa na mashetani. Kila nyumba mashetani wanaivizia, ima waingie, ima washiriki katika chakula. Sasa shetani huambia wale mashetani wenzake, la mabita lakum oh, nyumba hii hakuna sehemu ya sisi kulala, tumefungiwa hatuwezi kuingia ndani mwa nyumba hii wala asha wala hatuna chakula cha kukula ndani mwa nyumba hii. Unaona, ukisoma hiyo dua, shetani anawaambia wale mashetani, kwa sababu unapotembea unaandamwa na viumbe hawa. Sasa ukiingia ndani ya nyumba ukasoma, yule shetani mkuu huwaambia wale mashetani, nyumba ile ni marufuku, hakuna tena kuingia wala pia tumenyimwa chakula cha kuweza kula. Wa idha dakhala na endapo ataingia, walam yadhkurillaha kisha hakumtaja Mungu akaingia, pu kisha sahau akaingia ndani wa nyumba bila kumtaja Mungu kusoma ile dua ya kuingia, qala sheitani, sheitani waambia wale wafuasi wake, adraktumul mabita o, mumewai mme, mumediriki sehemu ya kulala wa, ya, wa idha lam yadhkur illaha inda taamihi na indako, tena hakumtaja Mungu wakati wa kula, qala shaytan, shaytani usema ad, adraktum al-asha. O oh, pia mmediriki mlo, mmepata chakula pia. Kwa hiyo tumepata sehemu ya kulala na pia tumepata sehemu ya kula. rawahu Muslim. Hadithi hii imepokelewa na Muslim. Sasa angalia mafundisho na uchambuzi wa hadithi hii, kwa sababu kuna mengi yaliyoelezwa ndani mwa hadithi hii, na tunajifunza mambo kadhaa wa kadhaa ndani mwa hadithi hii. Miongoni mwa mambo tunayojifunza katika hadithi hii ni kwamba kule kutaja, kusoma dua ya kuingia ndani ya nyumba kunahifadhi nyumba, yaani kunalinda nyumba na kutoingiliwa na mashetani. Yaani, dua hiyo ukiisoma bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, kisha ukaingia, basi hakuna shetani atakayeingia ndani mwa nyumba hiyo. Lakini naomba ifahamike hapo, wanachuoni wanabainisha, wasema walakin la yamnauhu an izajika walwaswasa lakini haimaanishi kwamba kwa hiyo shetani hatokusumbua, hatokusumbua wala hatokutia, hato wasiwasi. Akiwa nje ya nyumba, atafanya hivyo. Hii ni kinga ya nyumba, sio kinga yako. Aa, ni kinga ya nyumba. Kinga yako ni mambo mengine, na tuusii mambo mengi, lakini hii ni kinga ya nyumba. Na pia haimzuii shetani kukusumbua akiwa nje ya kwamba ni kweli haingii lakini pia hata nisumbua akiwa nje anaweza. Ni mfano eh, unaweza ukawazuia watoto wasikusumbue ndani ya nyumba kwa kuwatoa nje, labda wataka kulala eh, tokeni, mtapigia kelele, watatoka, utafunga mlango, lakini haiwi ni sababu ya wao kutopiga kelele kule nje, we ukasumbuka huko. Kwa hivyo mashetani wana uwezo kweli, hawaingii lakini wana uwezo wa kukusumbua wao wakiwa nje ya nyumba kama vile kwa wale waliogobea elimu ya ruqya huwa wanafahamu kabisa, mtu anaweza kuwa anagaragara, amepagawa, anazungumza. Sasa wale walio na elimu hii wakajua ha, huyu, huyu ni jini, lakini hayuko ndani ya mwili yuko nje ya mwili. kwa sio kila anayepagawa na kugaragara na kuzungumza mkadhani yule jini yuko ndani ya mwili ha, ha. Wakati mwingine anaufanya ule mwili ni kama rimoti tu, anauchezesha jii, mkaona ni ah, ni jini ana jini huyu, kumbe ni jini jini yuko nje, lakini ana ukontroli ule mwili. Kwa hivyo hivyo eh, dua hii haimaanishi kwamba mashetani hawatakusumbua. Eh, wanaweza wakakusumbua wakiwa kule nje, lakini kuingia ndani ya nyumba hawaingii. wa billahi atufiku Alhamdulillah Wa salatu wa wasalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. Khutba yetu ya leo inazungumzia fadla ya kusoma dua unapoingia ndani ya nyumba. Jambo la pili ambalo tunajifunza katika hadithi hii ni kwamba e, adhikru inda dukhuli lbeiti, unaposoma dua wakati unapoingia ndani mwa nyumba yako, yajal lbeita makanan yanzilu fihi albaraka wasakina basi inajalia dua ile nyumba ile inagubikwa na baraka, na pia kuna kuwepo na utulivu ndani mwa nyumba ile, kwa sababu eh, baraka ikiondoka, eh, kwa kutosema kutotaja jina la Mungu, baraka huwa inaondoka. Lakini ukitaja jina la Mungu wale mashetani sasa hawapo, inakuwa ni rahisi wale malaika wa, wa rahma kuingia ndani mwa ile nyumba. Jambo la tatu ya kwamba tunajifunza katika hadithi hii kwamba mashetani wanajitawalisha ndani mwa nyumba ambayo ndani yake hamtajwi jina la Mungu. Wao wanapenda sehemu ambayo Mungu hatajwi, kama chooni, sehemu sasa, sehemu mbaya mbaya, sehemu ambayo Mungu hatajwi. Akitajwa Mwenyezi Mungu huwa wanatoroka, ndio maana wanaitwa al-khannas al-khannasi al al Yaani, yule shetani anapotajwa Mungu, basi anarudi nyuma. Ukitaja jina la Mungu, shetani anaondoka. Sasa mara nyingi ile nyumba ambayo wahusika wanapoingia hawasomi dua, basi wanaingia na mashetani na mashetani wale wanatawala maeneo kama hayo. Jambo la nne ambalo la kuzingatiwa sasa katika hadithi hii, hadithi hii imetuthibitishia ya kwamba kumbe mashetani wanaweza kushiriki katika mali yetu na katika mambo yetu mengi, wakajiingizamo humo nao wakashiriki. Kwa mfano chakula chako, mali yako, nyumba yako. Wewe umejenga nyumba, unaona waishi peke yako, kumbe kuna mashetani pia wanashiriki kuishi humo. Umeandaa chakula chako, unataka kumbe mashetani pia wanashiriki mali yako. Unaona hata katika maingiliano Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ametupatia kwamba wanandoa wawili wanapotaka kuingiliana kuna dua huwa inasomwa kumzuia yule shetani asishiriki tendo la ndoa. Kumbe pia anataka pia kushiriki ile tendo. Mara ngapi tunasikia tuna, tuna e, madada zetu mama zetu, ah naota ba, na naota bana sijui na baba vitu kama wanashiriki. Kwa nini? Kwa sababu Allah katika surati Israa aya ya sitini na nne alikwisha mpatia madaraka, amempatia ruksa. Allah asema katika Qurani, washarikuhum, akamwambia shetani, shirikiana nao, fil amwali wal auladi. Amepewa madaraka ya kujishirikisha katika mali yako na katika watoto wako. Kwa hiyo wanandoa wanaweza wakaingiliana, shetani naye pia akashiriki lile tendo Mwanamke akapata ujauzito, anazaa mtoto nusu mtu nusu shetani. Bi maana maumbile yanakuwa ni maumbile ya mwanaadamu, lakini tabia inakuwa ni tabia ya shetani, kiasi ya kwamba paka mzazi, ah, hii tabia ya mtoto wetu anatoa wapi? Baba hakuwa hivi, mama hakuwa, kaitoa wapi? Ni ile nutfatu sheitania, ni yale manii ya kishetani yalikwemo humo. Muhusika hakuomba dua, kwa sababu wanashiriki tendo hili. Na pia mali zetu, wakati mwingine pia inafikia kiwango wanaiba. Unaweza ukaweka pesa zako wakaja wakaiba. Kuwa makini, weka kwa bismillah, taja jina la Mungu, weka pesa zako. Viko visa vingi ya kwamba ufikia wakati majini hao wanaiba. Wewe unaweza ukamtwanga mtoto wako, wewe ndio umechukua pesa, hakuna anaishi hapo, kumbe maskini wanaiba hawa kabisa hata chakula chako umeeka vizuri kiweza kuwa chapungua. Wewe hujui unga wako labda uko kwenye ndoo, kumbe yachukuliwa robo robo, nusu nusu. Na kuthibitisha haya, Abu Huraira radhiallahu anhu asema, Mtume aliniweka nilinde mali zakaa ya Ramadhani. Ramadhani ilikuwa masahaba wanaleta tende, vyakula sasa kulikuwa kuna store vyakula vinawekwa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam akamwambia Abu Rera, utakuwa unalinda hii store, asije mtu kuiba. Sasa siku moja Abu Rera akawa analinda, akamwona mtu mzee mzee mze, anapenya anapenyapenya, amechukua gunia anaondoka nalo bana, akamshika yule mzee. Akalalamika, mimi ni mtu na shida na familia ina njaa, ndio inanipelekea hii kuiba akazungumza mpaka Abu Hurera akamhurumia, akamwachia nenda. Eh, kesho yake akakutana na mtume. Mtume akamwahi Abu Hurera, akamwambia mafala asiraka ya Abu Hurera, yule mtu uliyemshika usiku ilikuwaje? Kuwaje? Ah, Abu Hurera shtuka, hebu niambie ilikuwaje. Ah, alikuwa ni mtu kama mzee hivi nimshika na kuja kuchukua akalalamika sana, na njaa sikuya na familia, nikamuhurumia nikamwacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam akawambia sayaudu, atarudi tena, nakwambia atarudi. Abu Ureira akajificha tena, siku ya pili yule yule mzee anarudi bani, anachukua furushi jengine. Abu Ureira akamshika kawambia, he leo na kupeleka kwa Mtume. Yule mzee alivyolalamika, alilalamika ah, mpaka Abu Rera akaingiwa ah, na mawazi, huruma akamwambia usirudie tena, asirudi tena, asirudi mara ya mwisho. Siku ya pili anakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, amuuliza mtume asema, ah, alilalamika mpaka akaamua acha ni mwachi. Mtume akamwambia sayaudu atarudi tena. Kwa mara ya tatu amuona yule mzee tena anarudi, Abu Rera akamwambia sasa Acha kulalamika kwingi. Leo sikuachi, nasubiri kupambauke, tunaenda naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mzee akamwambia, sikiza basi yaishe, e, nataka nikufunze kitu e, lau kama utakifanya hicho kitu basi huto shetani hataweza kukukaribia kabisa. Hebu e, nifundishe nini? Yule mzee akamwambia, ukilala unapoenda kulala soma Ayat al-Kursi, allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Soma hiyo aya, ukisoma hiyo aya Mwenyezi Mungu anakukinga usiku ule kucha mpaka asubuhi. Hiyo ni zawadi na kukinga, kupa hiyo. Aborera akamwacha, akakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam akamuuliza Aborera, akamwambia alikuja, lakini mara ya mwisho anaambia eti eti nikilala, eti ni some Ayat al-Kursi, hiyo ni kinga na mashetani. Akamwambia sadakaka wa huwa kadhubi, amekwambia kweli ingawa ni muongo yule. Ya Abu Huraira, Abu Huraira, hivi unamjua huyo? Kila mara na sijui naona ni akamwambia dhaka shaytani, huyo ni shetani, ni katika hao mashetani. Hadithi hii inaonesha kumbe huwa wanaiba, wanaweza wakaiba hata Ubay ibn Ka'b, sahaba radhiyallahu anhu asema siku moja, niligundua tende zangu zaisha. Kuna sehemu alikuwa ameweka tende nyingi, akija anaona zakungua, akija siku hiyo asema eh. Ubay ibn Ka'b asema nikajificha sehemu, mara nikaona kijana mdogo kibarobaro, anakuja kuzichota zile tende. Ala, nikumbe wewe ndo unamaliza tende zangu alipotoa mkono wake, faidha faidha yaduhu yadul kalb. Mara nikaona mkono wake ni mkono wa mbwa. Hadithi inaeleza riwaya inaeleza, akamuuliza man anta, wewe ni mwanadamu au ni jini? Akasema mi ni jini. Hebu toa mkono wako. Alipotoa ni mkono wa mbwa ulio na nywele nywele. Akamwambia kwa nini unafanya hivi? Ah, mimi nimeambiwa wewe ni mtu apenda kutoa sadaka, kwa hiyo nimekuja kuiba hapa na mimi katika hii mali yako. Hatimaye pia huyu huyu akamwambia, nataka nikufundishe aya aya ambayo ukiisoma Allah anakulinda kutokana na majini, akamfundisha Ayatul Kursi. Kwa hiyo zote hizi zinaonesha mashetani wanashiriki, wanaweza. kwa nini wasikia pesa za majini? pesa za majini ni hizo hizo pesa, wanaibaiba wanakuletea wewe, kwa sababu majini hawana factory ya kutengeza pesa, wanatoa wapi kwa hiyo wanaibaiba wanakuletea wewe, kwa, kwa hadithi hizi nyingi ambazo tumezitaja ya kwamba wana uwezo wa kuiba na kushiriki katika chakula chetu, na hadithi hiyo inaonyesha kwamba pia unapoweka chakula chako usiposema bismillahi, basi nao wanashiriki. Je, wanakula? ya kwamba mbona mimi nikila naona sioni tonge limekatwa hapo, wasema shetani anakula hawali umbo. Sisi wenye maumbile ndio tunakula kula vyakula vyenye maumbo, lakini majini ni ni vitu hewa, ni upepo. Kwa hiyo hawahitaji kula kitu chenye umbo, wao wanakula harufu na moshi. Kwa hiyo utaona wale wanaopagawa, nataka udi, nataka marashi, nataka zile harufu harufu. Kuna wengine wanapenda eh, ile harufu ndio inawashibisha, kuna ile harufu inawakera wao wanakula kula harufu na mioshi ile. Kwa hiyo wanaweka kitetezo, wanatoa moshi, wanakula ule moshi. Kwa hiyo wao ni kuondosha ile baraka, sababu mashetani wanapokuwa katika chakula chako na hukusema bismillahi, ile baraka ya chakula inaondoka, na pia wanatia, wanaondosha manufaa ya chakula kile. Mnakula chakula, tumekimaliza. Ah, hichi ni kwamba mmekula na bado kimeisha, na bado mnasikia njaa wala au unakula baada ya muda kimeshaisha tumboni, hakuna manufaa, au huenda ikawa wanakula athari ya chakula kile. Na mtu anafanya ration ya chakula mara baada ya mtu kishaisha du ration ile, juzi tu nafanya imeisha. Pesa pia, kushiriki katika pesa, si lazima eti wanaiba zile pesa, a, ni kuondosha baraka. Ah jamani, nilikuwa na shilingi elfu hamsini nimezitumia, hata sijui zimeishaje zime ishaje isha sasa ni mambo kama hayo yanaondoshwa na kuchukuliwa na mashetani. Kwa kumalizia, mwislamu anapokuwa amesahau, umeambia ukiingia ndani ya nyumba soma ile dua, wakati wa kula sema bismillah, lakini ukawa umesahau, haimaanishi kwa hivyo uache usisome au mpaka nitoke ndani ya nyumba nirudi nje. Ni aa, ukiingia ndani ya nyumba ukawa umesahau ukakumbuka basi soma hiyo dua bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Na endapo ni nyumba ambazo zimeshikana shikana, shikana, eh? Basi kila nyumba itahitajika kila anaingia aseme hivyo, moja haitoshelezi. Lakini kama ni nyumba moja yenye mlango mmoja, mnaishi pamoja, basi mmoja akisoma yatosheleza, ikawa ni kinga ya nyumba zima. Na ikiwa ni swala la chakula, ikiwa chakula ni kimoja, sinia ni moja, mmoja ndiye aliyesema bismillahi, basi yatosheleza pia kwa wale wengine. Lakini ikiwa kila mmoja ana chakula chake, basi hapo kila mmoja atahitajika apige bismillahi yake. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi